Siku ya leo ni siku muhimu sana, siku ya kuhistoria, siku ambayo kila mmoja, nikiangalia tu nyuso za watu wanaonekana katika majlisi hii, wanaonekana ni watu ambao leo kwao ni siku muhimu katika historia ya nchi hii. Na kupitia shura ya leo iwe sababu ya ufunguzi wa kazi na dawa na tabliki Tanzania iweze kwenda mbele. Taasisi yetu inaitwa taasisi Daawat ilalhudaa Tanzania, iliyoasisiwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Memba wa taasisi, makadirio sasa, nchi nzima wanakaribia karibuni, mazemedari sati ama wafanya juhudi aa, laki moja na hamsini, ambao hawa wanasema sisi tumeshikamana kindaki ndaki na Daawat ilalhudaa ambao hawa wako chini ya nidhamu dini wako chini nidhamu dini taasisi hii inapatikana katika makao makuu yao ni hapo katika sehemu tulipo ambayo inaitwa nini mchikichini tunapozungumzia kazi ya dawa na tabligh Tanzania twazungumza makao makuu ya ya ya ya tabligh ni wapi mchikichini kwa hivyo kama ilivyo kwa kawaida sisi nidhamu dini tunachukua taratibu na miongozo mbalimbali ya kazi kutoka Nizamuddin baada ya kuchukua miongozo nchi kama nchi yenyewe makazi kuu ndenye jukumu hasa kubwa la kuweza sasa kupeleka miongozo katika mikoa yote ya Tanzania. Lakini bado malengo ya taasisi hii ni nini? Malengo ya taasisi hii ni nini? Malengo ya taasisi hii ni nini? Malengo yako mengi kabisa. Kila mmoja hapa ni mwanaharakati, mwanajuhudi, mwenye kufahamu yeye kwanza anafanya nini. Naweza nikataja machache miongoni mwa haya lakini kwa sababu kila mmoja anafahamu malengo ya juhudi hii tunayoifanya, akahisi kana kwamba mbona kadogesha mengi tunayofanya hayajasemwa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuisha imani na ibada kwa Waislamu wote Tanzania, na hata dunia kwa jumla. Hii ni kazi kubwa ya taasisi. Taasisi yetu inasimamia haya majambo, yaani taasisi yetu malengo yake kuhakikisha watu wanaingiza imani dini inapatikana katika maisha ya wanadamu Waislamu ndani ya nchi na hata ulimwengu mzima. Lakini jambo la pili, tunaimarisha umoja na kuondoa zile ikhtilafu ambayo ndani yake zinakuja kutengeneza makundi ambayo mwisho wa siku mnaacha kufanya juhudi ya kuwalingania watu kuleta dini katika maisha yao, tunaingia katika ikhtilafu. Ikhtilafu si kazi ya taasisi hii, ikhtilafu sio kazi ya dawa na tablighi ikhtilafu haiko hivyo. Ndio maana hapa tukiulizana, huyu ni huyu, huyu ni huyu, lakini sote kwa ajili ya ala na kazi hii tumekuwa ni wenye kuungana pamoja katika kusukuma e gurudumu la hii kazi, lakini bado kuna lingine, kuchunga na kufata taratibu na misingi ya kisheria ya nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ambayo inaongozwa kwa misingi ya sheria na katiba. Moja ya mambo ambayo taasisi yetu inahusika nayo na inashughulikia na ni kuhakikisha tuna e, tunaweza kuchunga na kufata taratibu za sheria za nchi yetu. Na jambo lingine ni kuhubiri amani ndani ya nchi, taasisi yetu moja kwa moja imejikita. Na ndio maana muda wote sisi tunatakiana amani, muda wote tunatakiana amani. Amani ni katika moja ya kazi ambayo ama malengo ya hii taasisi kuhakikisha katika nchi yetu inapatikana amani. Kupitia amani ndio inaweza kusababisha watu wakaweza kufanya juhudi ya dini watu wakaweza kufanya ibada watu wakaweza kutembeleana watu wakafanyana mambo kadha wa kadha, ambayo sehemu ambazo hazina amani, ndugu zangu, hayawezi kupatikana haya katika wasaa wanaotakiwa. Moja yetu, ya malengo ya taasisi yetu ni kuhakikisha inasimamia majambo yote yanayohusika juu ya kuimarisha amani ya nchi yetu lakini bado tunayo taratibu nyingi ambazo taasisi imekuwa ikisimamia hasa usimamiaji wa majitimai mbalimbali mbali. Ikiwa na malengo yale yale tuliyoyataja, taasisi toka imeanzishwa tumeweza kusimamia majitimai kadhaa, likiwemo jitimai kubwa ambalo lilihudhuriwa na watu wengi e, katika historia ni jitimai kubwa leo aliyowahi kufanyika nchini Tanzania, ikifanyika Tanga. Kila moja ana kumbukumbu baada ya hapo ikafanyika jitimai nyingine makao makuu ya ofisi za bakatwa Tanzania ambayo ilifanyika mwezi wa sita, lakini bado tumeweza kusimamia ijitimai ya Mtwara pia bado, na kuna ijitimai ya Kigoma Kahama na nyingine nyingi ambazo zimefanyika. Taasisi hii imekuwa ikihusika na usimamiaji wa hizo ijitimai. Muundo wa uongozi wa taasisi muundo wa uongozi wa taasisi. Kwa kwanza, tunaye mwenyekiti wa taasisi. Mwenyekiti wa taasisi ndiye amiri wetu mkuu wa nchi. Amiri mkuu wa nchi ndiye mwenyekiti wa taasisi yetu, tunamfahamu, tulikushamtambulisha mzee wetu, mzee Mkidadi Mzigo Mwalimu, ndiye amiri wa Tanzania na ni mwenyekiti wa taasisi yetu ya Daawat ilalhudaa Tanzania. Vilevile yupo katibu kama maulana nilivyomtambulisha Maulana Abdillahi Shawaje, na tunaye muhasibu wa taasisi yetu bwana ni njema, ndiye muhusika na masuala mazima ya fedha ya taasisi. Huyo ni muhasibu wa taasisi, lakini uongozi wa kuisha hapo unao pia wajumbe, wajumbe wapatao wapatao, wapatao watano, ndani yake yupo Maulana Hatib Yusuf Ali, tunaye hapa maulana wetu anafahamika aa Khatib kama, kama mnayemwona yuko hapa ni mjumbe katika wajumbe wa taasisi yetu. Kuna mwingine Said Salum Ndaula almaruf almaruf mtumia tumbo anafahamika ushekhe, ama sio huyo? Pia ni mjumbe. Yupo mwingine Abdalla Shabani lazima, mdogo wangu sijui uko wapi huyu Shabani lazima Abdallah Shabani lazima, Imam Saf, mashaallah yuko nyuma kule. Wewe utakiwa uje mbele wewe. Haya, tunaye huyo pia a, mwingine tulikuwa nao wenzetu ambao tulikuwa nao katika taasisi pamoja, lakini kwa sasa hatuko nao pamoja katika taasisi yetu. Hivyo basi, mwenyekiti ataangalia muda utakaokuwa e, munasibu kwa ajili ya kujazia mapengo ya wajumbe ambao hatuko nao lakini bado kuna waasisi wa taasisi, waasisi wa taasisi. Jambo huanza kwa wazo, alafu sisi sote ni wahusika wa taasisi, sisi sote ni wahusika wa taasisi, sisi ni memba. Lakini wapo wale ambao wanatangulizwa kuwa hawa ni waasisi wa taasisi wa kwanza. Yupo mzee wetu ambaye ni mwenyekiti, mzee Mkitadi Mzigo, mwalimu yupo ni anjema katika hao yupo pia mzee Abda, yupo um, pia maulana uh, Said Salum Daula na nafikiri nimemtambulisha hapa. Yupo kijana wetu, huyu kijana huyu sijui aliko, yuko wapi? Anaitwa Puga, kijana Puga, yuko wapi? Hebu yeah, simama kidogo kijana eh, huyu naye pia ni mjumbe katika waasisi wa taasisi yetu. Eh, nimemtania kidogo, sababu hii ni mzee wetu katika taasisi, sema kijana, mimi na yeye tunajuana mzee wetu mzee Puga pia yupo e. Mzee mwingine Omar Matimbwa yupo pia. Muhammad Yahya lakini bado yupo pia Abdallah Shaban, Abdallah Shabani nafikiri tulimtambulisha, alikuwa kule nyuma, anatakaza kidogo kule. Tunamfahamu yule imamu wetu, Imam Abdalla Shabani, lazima lakini, katika utambulisho wa uongozi tunaye mzee wetu huyo ambaye nimemsimamisha, pia ni mgeni wetu rasmi Muhammad Yahaya tunamuona kwa mbali tunamuona kwa mbali. Unamuona kwa mbali. huyo mnaona hapa, huyo ndiye Muhammad Yahaya. Lakini bado nimtambulishe pia Sheikh Harith Nkusa kuwa yeye ni mshauri mkuu yeye ni mshauri mkuu wa taasisi. Jambo lazima liwe na mshauri, twachakata mambo, lakini bado yeye anatushauri piteni hapa ndani yake kutokwa na heri. Huyo ndiye mshauri wetu wa taasisi, nafikiri tushamsimamisha hakuna tena haja kumsimamisha, ykumsimamish lakinima taasisi sio ni ya kwetu sote, lakini katika mfumo, na ndio maana tukasema tunasimama katika kufuata taratibu na sheria za nchi, zinawataka wachache katika hao katika watu laki moja na hamsini, ambao tunakadiria hawa ndio maziedasa ama wanajuhudi ambao wao ni members wa taasisi ya Daawat Ilalhudaa, wametangulizwa hawa kwa ajili ya kutuwakilisha. Kwa hiyo sina mbona wametajwa watu fulani fulani, mbona wakawa wapi wa Dar es Salaam? Lakini tukajiuliza maswali mengi, tumesema so ni wahusika wa taasisi se, ndugu zangu, lakini tumewatanguliza hawa ili waweze kutuongoza katika mambo ambayo yanahitaji kuongozwa, lakini bado baada ya utambulisho wa mshauri pia wapo maamiri wa baadhi ya mikoa ambao tayari wamekushafika hapa, na baadhi ya mikoa wao taratibu zao zinaendelea kwa ajili ya kutafuta maamiri wale wa mikoa yao. Tawataja wachache ambao wako hapa kuwakilisha wengine wengi ambao hawatotajwa. Mikoa Tanzania inafahamika iko mingi, lakini ndani yake hapa tunayo mikoa sita ambayo nitawataja maamiri zao, wawe kama ni miongoni mwa wengi ambao wa mikoa ambao pengine watakuwa hawajasikia majina yao wakati taratibu zao zinaendelea kufanyika. Amiri aliyoko hapa leo ni amiri wa kutoka Kigoma, maamiri wa mikoa wa amiri kutoka Kigoma, Maalim Ramadhani, naomba usimame ili watu waweze kukuona na kutambua. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huo ni amiri Maalim Ramadhani kutoka Kigoma. Pia yupo amiri wa Mtwara, amiri wa Mtwara, Ashekh Alkabir Mabruk Mshamu, usimame popote ulipo watu wakufahamu. Huyo ni amiri wa Mtwara. Lakini bado yupo amiri mwingine kutoka sehemu za Mbeya, eh Shekh eh madam eh Abdul Aziz, usimame watu wapate kukuona na kukufahamu. Mbeya yote imesimama, amiri wake ni huyo Kijana mdogo mambo yake makubwa. Kijana mdogo, Mwenyezi Mungu ampe umri na maarifa, kwa sababu amevalishwa kitanzi. Yani uamiri si jambo la kufurahi hata kidogo, ndugu zangu. Lakini e, Allah Allah akamvalisha kizani kijana mdogo, kini habari zake Allah mwenyewe ndo anafahamu. Huyo ndo amiri wa mkoa wa Mbeya, lakini ipo pia amiri kutoka mkoa wa Mwanza, mzee wetu, kipenzi chetu Maulana Hassan, naomba usimame kwa uta ulipo, Maulana Hassan, watu wakutambue. Huyo ndiye amiri wa Mwanza. Kicho cha kuzingatia kwamba leo yanayofanyika hapa leo, kama ilivyofanyika eh, tadrib ya kwa nyakati mbalimbali, tunasema yote yanayoamuliwa katika shura ya nchi, mambo yote ambayo yanaamuliwa katika shura ya nchi ndio mambo ya kuondoka nayo. Asija kaondoka nayo mtu mwingine kwamba bwana, mimi sikulisikia, kama ambavyo tumekuwa tukilishwa matango pori na watu ambao wanania mbaya na kazi ya juhudi hii ya dawa na tablighi, mambo ambayo hayakuzungumzwa, mambo ambayo hayakuwekwa mbele na mashura, lakini bado tunakuja tunaletea mambo ambayo hatimaye tukiyabeba tumekuwa ni wenye kuharibikiwa. Ndugu zangu, kwa hawa tunaowataja ndo maamiri wa mikoa husika, kila mmoja aondoke na hilo lakini bado tunaye pia e, amiri kutoka mkoa wa Tabora mzee wangu mzee Kero. Yupo mashaallah, wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Simama kidogo mzee wangu, huyo ndiye amiri kutoka mkoa wa Tabora mzee wangu mzee Kero. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amjaze umri mrefu na ampe maarifa ya kuweza kuhakikisha jukumu hili la dawa na tabligh katika mkoa na sehemu za jirani zinaweza kwenda mbele, lakini bado pia tunaye eh, amiri mwingine wa mkoa wa Pwani Sheikh Al-Kabid Omar Matimbwa. Huyu naona amedharurika kidogo, tulikuwa naye hapo jana usiku, lakini kuna dharura imetokea, akao ni mwenye kutoka kidogo, lakini baada kufika jioni tutakuwa naye ikibidi kufahamishwa, tutawafahamisheni. Huyo ndiye amiri wa mkoa wa Pwani. <tuhi> Lakini pia tunao ndugu zetu. Hawa ndugu zetu tumekuwa tukishirikana nao mara kwa mara mikoa ya pembezoni na hata leo wako mikoa ya Pwani. Wazee wetu kutoka Burundi, popote walipo, kwanza wasimame na ikiwezekana waje mbele hapa, wazee kutoka Burundi, wazee kutoka Burundi wengine wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mashallah, yupo hapa ambaye tayari ameshafika Medan, kwa hiyo mzee wetu tunaye hapa. Hawa na ndugu zetu wa hakika, mara zote tunavyokuwa tumekondakti jambo lolote liwe shura ya nchi, liwe ni katika zile jitimai, tumekuwa tukishirikiana nao alhamdulillah. Mwenyezi Mungu azidi kutupa mapenzi ya yahiu, na hata wao hufunga safari wanapokuwa na jambo lao huko kwao. Kulikuwa nao vijana wawili walikuja hapa aulamaa kutoka Burundi, wamekuja hapa kwa ajili ya mwaliko, kutaka sisi tena wakituita ama wakutupa choki kubwa, nyinyi ndio baba zetu, nyinyi ndio wasimamizi wetu, mje kwetu Burundi, dini inavyoharibika Burundi, wao na tushitakia kwanza. Sisi hawa wazee hao, nimekuwa nao kwao, na jambo likiwepo Tanzania lazima wafike, kwanza kujifunza namna gani wenzetu wanatengeneza majambo yao, lakini bado wao kujenga ule ikhtilat na sisi kwa ajili ya kuimarisha udugu na kuweza kushirikiana katika mambo mbalimbali eh, yanayohusu juhudi hii, lakini bado maamiri wengine ambao, kama tulivyotanguliza kusema mwanzo, eh, taratibu zao zinaendelea. Tumetaja hawa wachache miongoni mwa hao ambayo wako hapa eh, lakini wengine pia tutakuja kupewa majina yao. Abubakar Mlawa almaarufu mufti, kila mmoja anafahamu sifa, wanakosa kuwa na sisi, sifa wanakosa kuwa miongoni mwa viongozi wa taasisi yetu. Kwa hivyo yupo yeye, yupo Sheikh Tamim Feruz, baadhi yao nafahamu. Hawa ni wazee wa Dar es Salaam, lakini wanafahamu lakini wanafahamu almaarufu, sababu ni wazee wetu ambao tulikuwa tukishirikana nao katika shughuli mbalimbali. Hawa ni miongoni mwa wale ambao tunasema hatuko nao na itakapoonekana e, tuta ata utuita amiri wetu kwa ajili ya kuweza kuziba mapengo hayo. Yupo pia mzee wetu mzee Abdalla Kilindo, yupo mwingine Tamim Firuz, hawa na ya, kwa hawa ni katika viongozi ambao tulikuwa nao katika harakati ya moja baada nyingine.